Msomaji wako ni Idi Sesanga na kwanza ni muhtasari wake. Kundi la wanamgambo wa RSF nchini Sudan latangaza serikali hasimu, miaka miwili tangu kuanza kwa vita. Rais wa zamani wa Marekani Joe Biden akosoa uharibifu wa Trump katika hotuba ya kwanza tangu kustaafu. Na katibu mkuu wa NATO asisitiza msaada kwa Ukraine wakati wa ziara mjini Kiev. Habari kamili. Khartum, miaka miwili tangu kuanza kwa vita vilivyosababisha vifo vya maelfu, kikosi cha wanamgambo cha RSF nchini Sudan kimetangaza serikali yake pinzani dhidi ya ile inayoungwa mkono na jeshi la taifa, hali inayozidisha hofu ya mgawanyiko wa taifa hilo tatu kwa ukubwa barani Afrika. Umoja wa Mataifa umeutaja mzozo huo ulioanza Aprili 15, 2023 kuwa janga baya zaidi la kibinadamu duniani, huku watu milioni 13 wakilazimika kuyahama makazi yao na zaidi ya milioni tatu na nusu wakiwa wamekimbilia mataifa ya kigeni. Kiongozi wa RSF Muhamed Hamdani Daglo ametangaza kupitia telegramu kuundwa kwa serikali ya amani na umoja akisema kuwa ni muungano mpana unaowakilisha sura halisi ya Sudani. RSF na washirika wake tayari walikuwa wamesaini hati ya mpito mwezi Februari nchini Kenya inayojumuisha katiba mpya na baraza la urais lenye wajumbe 15 kutoka kanda mbalimbali mbali kama ishara ya umoja wa hiari. Wachambuzi wanaonya kuwa huenda Sudani ikagawanyika kabisa kutokana na hali inayoendelea, hasa maeneo ya Darfur ambapo RSF ina ushawishi mkubwa. Washington. Rais wa zamani wa Marekani Joe Biden ameikosoa vikali serikali ya Donald Trump kwa kile alichokiita uharibifu wa haraka wa mashirika ya kijamii, akisema hatua hiyo inahatarisha mafao ya uzeeni na ulemavu kwa zaidi ya Wamarekani milioni 65 akizungumza katika kongamano la haki za watu wenye ulemavu mjini Chicago, Biden alisema wafanyakazi elfu saba wa idara ya usalama wa jamii tayari wameondolewa kazini huku huduma muhimu kama tovuti ya shirika hilo zikiathiriwa vibaya. Biden ambaye aliacha kuwania uraisi kutokana na umri na wasiwasi wa kiafya alionekana kukumbwa na changamoto ya kutamka baadhi ya maneno hali iliyotumiwa na Trump kumkejeli kwa kuchapisha video ya hotuba hiyo mtandaoni, akilenga kushinikiza mabadiliko. Biden alisema mamilioni wa Marekani hutegemea mafao hayo kwa maisha ya kila siku na kuonya kuwa kuyakata kutasababisha madhara makubwa kwa familia zisizo na msaada wa kifedha. Deir al-Bala, ukanda wa Gaza. Shambulio la angani la Israeli limepiga lango la hospitali ya Kuwait katika eneo la Muasi na kusababisha kifo cha mhudumu wa afya na kuwajeruhi wengine tisa wakiwemo wagonjwa waliokuwa wakitibiwa. Hospitali hiyo iko eneo linalohifadhi maelfu ya wakimbizi waliokimbia mapigano. Israeli inadai kuwa Hamas inatumia vituo vya afya kwa shughuli za kijeshi, lakini wahudumu wa afya wamesema madai hayo hayana msingi. Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza, watu zaidi ya 51 wamepoteza maisha huku makumi ya maelfu wakiendelea kuhamishwa kutokana na mashambulizi. Vita hivyo vilianza Oktoba 7, 2023, baada ya Hamas kushambulia Israeli na kuua watu takriban 1200 na kuwateka zaidi ya 250 ya mateka waliobaki Gaza ni 59 huku 24 wakiaminika kuwa bado hai. Wakati hayo ya, ya kijiri Hamas amesema imepoteza mawasiliano na walinzi wa mateka wa Israeli na Marekani Edan Alexander baada ya eneo walikokuwa kushambuliwa na Israeli. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Odessa, Ukraine. Urusi ameendelea kuishambulia Ukraini kwa droni ikilenga jiji la Odessa na kuharibu miundombinu ya kiraia, huku katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami NATO Mark Rutte akiwa ziarani nchini humo Jumanne kuonyesha uungwaji mkono wa jumuiya hiyo na kutangaza msaada wa zaidi ya yuro bilioni 20 mwaka huu. Ziara hiyo ilifanyika baada ya mashambulizi ya hivi karibuni yaliyosababisha vifo vya raia wengi wakiwemo watoto katika miji ya Sumi na Kiriviri, wakati wa mazungumzo ya usitishaji mapigano yanayoongozwa na rais wa Marekani Donald Trump yakiendelea yakiendelea kukwama kutokana na masharti ya Urusi. Ukraine na washirika wa Ulaya wanajenga muungano wa usalama wa muda mrefu na huko Urusi, waandishi wa habari wanne wamehukumiwa kifungo kwa madai misima ya misimamo mikali ikiwa ni sehemu ya ukandamizaji wa upinzani tangu kuanza kwa vita Februari elfu mbili na ishirini na mbili. Na hatimaye, Nairobi Vijana wawili raia Belgiji, wa Ubelgiji wameshtakiwa jijini Nairobi hapo jana baada ya kukutwa na maelfu ya wadudu aina ya siaf katika kile ambacho mamlaka za Kenya zimesema ni sehemu ya mbinu ya usafirishaji haramu wa spishi ndogo zaidi na zisizojulikana sana. Vijana hao Lomi David na Sperob Jim wenye umri wa miaka 19 walikamatwa Nakuru. mwisho wa habari. DW Dunia yetu leo asubuhi nam baadhi ya na yale utakayoyasikia katika uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi ya leo ni pamoja na Umoja wa Afrika na nchi za Ulaya zatoa wito wa kusitishwa kwa vita nchini Sudani. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi amehimiza kuondolewa vizuizi vya kibiashara barani Afrika, na vyombo vya usalama nchini Rwanda vimewashikilia watu 87 kwa tuhuma za kujihusisha na makosa ya jinai katika matangazo haya, tumekuandalia pia makala fupi yasema uvume. Lakini kwanza uchambuzi wa ripoti zetu. Viongozi kutoka nchi kadhaa duniani walikutana jana Jumanne, mjini London, Uingereza, kutathmini njia za kumaliza mzozo nchini Sudan. Hata hivyo, viongozi wa pande zinazozozana hawakualikwa kwenye mkutano huo ambapo umoja wa Afrika na nchi za Ulaya zilitoa wito wa kusitishwa kwa vita. Taarifa kamili na Idi Sesanga. Katika kumbukumbu -kumbu ya miaka miwili tangu kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, Uingereza, Umoja wa Ulaya na washirika wao wa kimataifa wameahidi zaidi ya euro milioni mia nane kusaidia katika kukabiliana na janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani kulingana na Umoja wa Mataifa. Mkutano huo wa siku moja uliofanyika jijini London uliandaliwa kwa ushirikiano kati ya Umoja wa Afrika, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa na Umoja wa Ulaya, na ulihudhuriwa na maafisa kutoka zaidi ya nchi kumi na tano na mashirika ya kimataifa. Hata hivyo hakuna uwakilishi kutoka pande zinazozozana nchini Sudan, jeshi la Sudan wala kikosi cha wanamgambo cha waliokaribishwa kwenye mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lamy alitangaza msaada wa pauni milioni 120 kwa mwaka huu, na kuongeza kuwa kizuizi kikubwa sio ukosefu wa fedha wala maandishi katika Umoja wa Mataifa bali ni ukosefu wa nia ya kisiasa. Ni lazima tuzishawishi pande zinazozozana kuwalinda raia, kuruhusu misaada kuingia nchini na kuweka amani mbele tunahitaji diplomasia yenye uvumilivu. Umoja wa Ulaya pamoja na nchi wanachama wake wameahidi yuro milioni mia tano ishirini na mbili huku Ujerumani ikichangia yuro milioni mia na, na Ufaransa ikiahidi euro milioni 50 za ziada kwa ajili ya mashirika ya misaada ya kibinadamu. Waziri wa mambo ya nji wa Ujerumani, Annalena Baerbock, amesisitiza kuwa hakuwezi kuwepo na suluhu ya kijeshi kwenye mzozo huo na kuzitaka pande mbili kuufikiria no. Hakuna kiwango cha misaada ya kibinadamu kitakachotosha ikiwa vita hivi vitaendelea, kama ilivyobainishwa na Umoja wa Afrika: hakuna suluhisho la kijeshi, vita lazima vikome. Wakati mkutano huo wa kimataifa ukiendelea London, kiongozi wa RSF Muhamed Hamdani Daglo alitumia kumbukumbu hii ya miaka miwili kutangaza utawala hasimu katikati mwa hofu ya taifa hilo kugawanyika pande mbili. Hadi sasa, RSF inadhibiti zaidi ya asilimia 20 ya Sudan. Kundi hilo na washirika wake walisaini makubaliano ya kuanzisha serikali katika maeneo wanayoyadhibiti mnamo mwezi Februari nchini Kenya na kuipa jina la Serikali ya Amani na Umoja. Wachambuzi wameonya kuwa taifa hilo la kwa ukubwa Afrika huenda likakumbwa na mgawanyiko wa kudumu, katika wakati ambapo RSF imejiimarisha hasa katika maeneo ya Darfur. Hata hivyo, kamishina wa masuala ya kisiasa, amani na usalama wa Umoja wa Mataifa, Bankole Adeoye alisisitiza juu ya umuhimu wa kulinda umoja wa Sudan. It is also important to send the message clear. Ni muhimu pia kutuma ujumbe wazi na wa sauti ya juu kwamba Umoja wa Afrika hautakubali kugawaniwa kwa Sudan kwa mtindo wa Balkan wala kusambaratika au kugawanika kwa taifa hilo. Ni lazima tulinde mamlaka kamili, mipaka ya kieneo na umoja wa kisiasa wa Jamhuri ya Sudan of the Vita hivyo vilianza Aprili 15 2023, baada ya mvutano kati ya jeshi la Sudan na RSF na kusababisha vifo vya maelfu, kuwalazimu watu zaidi ya milioni 14 kukimbia makazi yao na kuwaacha milioni 25 katika hatari ya njaa kali. Shukrani sana Idi Sesanga kwa ripoti hiyo. Mawaziri wa nchi wanachama wa mkataba wa eneo huru la biashara la bara la Afrika AfCFTA wanakutana kwenye mji mkuu wa Congo Kinshasa kwa muda wa siku mbili. Hafla ufunguzi Sekedi, ya ufunguzi imeongozwa na Rais Felix Tshisekedi ambaye amehimiza kuondolewa vizuizi vya kibiashara barani Afrika. Mwandishi wetu John Kanyunyu na ripoti kamili kutoka Kinshasa. Akiwahutubia mawaziri na wajumbe waliowakilisha nchi 54 za bara la Afrika kwenye eneo huru la biashara la bara la Afrika, AfCFTA, Rais Felix Antoine Chisekedi amesema kwa mkataba wa AfCFTA ni fursa kwa vijana ambao wanatakiwa kutekeleza ndoto zao barani Afrika badala ya kwenda Ulaya na mahala pengine kutafuta maisha. La Zlekaf n'est pas une simple initiative economique. AfCFTA siyo tu mpango wa kiuchumi. Ni mojawapo ya misingi ya ajenda 2063 ya Muungano wa Afrika. Ni eneo hilo kubwa la Afrika ambayo tunaitaka sisi, Afrika ambayo inaungana, ambako biashara kati ya Waafrika kwa leo ikiwa ni chini ya asilimia 20 ya ubadilishanaji wetu, ikiwa uti wa mgongo wa ukuaji wetu kwa upande wake waziri wa biashara na uwekezaji wa Tanzania Selemani Jafo akizungumza kwa niaba ya mawaziri wenzake alianza kwa kusifu mpango wa AfCFTA na akatumia pia fursa hiyo kutangaza kwamba nchi yake imejikita kuboresha miundombinu ikiwemo reli itakayorahisisha nchi zisizo na bandari kuitumia kusafirisha bidhaa zao. Tunatengeneza reli ya kisasa za kuunganisha bandari ya Dar es Salaam na nchi zisizokuwa za bandari ya Rwanda, Burundi, DR Kongo na upande wa Uganda. Niwashukuru sana serikali hizi hasa serikali ya Kongo kwa utayari wa karibu wa kuona kwamba mchakato huu wa ujenzi wa miundombinu unaunganisha nchi zetu hizi kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunaondoa vikwazo vya kibiashara baina ya nchi zetu. Imani yetu kubwa, yale ambayo bara Afrika linategemea kuyafanya na hasa kupitia rasilimali zake zenye wingi wa utajiri, tutashirikiana kwa pamoja katika upande wa biashara na hasa kufikia malengo haya maulusi, eh, muhimu huru la Afrika. Naye na, waziri wa biashara ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo Julien Paluku akiwa ndio mwenyeji wa kikao cha Kinshasa alitangaza kuwa mpango wa Afrika kwa miaka kumi na tano ijayo ni kuhakikisha kwamba vizuizi vya ushuru mipakani vinaondolewa na kufutwa kwa baadhi ya ushuru wa forodha ili kuwapa nafasi wafanyabiashara wa Afrika kufaidi soko kubwa zaidi barani humo. kama niko hapa Kongo, napenda kununua vitu kutoka Nigeria, nalipa na franka za Kongo na huko Nigeria wanapokea katika franka zao, sio tena kupitia katika benki za kuweza u geuza pesa ndani ya dola ama ndani ya euro. Hiyo ndiyo mipango kubwa kubwa ambayo tunataka tukakamata katika Umoja wa Afrika. Kikao hiki cha kumi na sita cha mawaziri wa kanda ya AfCFTA kinafanyika Kongo, wakati Tanzania ndiyo ilikuwa mwenyekiti na hivi karibuni ni Misri ndiyo itakayopokea kijiti cha usimamizi wa utekelezaji wa mkataba wa AfCFTA. John Kanyunyu, DW Kinshasa. Utawala wa Rais Donald Trump ulitangaza kupunguza kwa kiasi kikubwa msaada wa shirika lake la misaada na maendeleo USAID ambalo bajeti yake ya kila mwaka ilikuwa karibu dola bilioni 43. Hii ikiwa zaidi ya asilimia 40 ya misaada ya kibinadamu duniani. Katika kaunti kubwa na masikini zaidi nchini Kenya, hali ya kukata tamaa ya mkurugenzi wa hospitali moja inadhihirika huku akielezea kuwa kukatizwa kwa msaada unaofadhiliwa na Marekani kunamaanisha kuwa kituo chake kitaishiwa na dawa na msaada chini ya mpango huo mwezi ujao. Tatu Karema na maelezo zaidi. Maamuzi yaliyochukuliwa maelfu ya kilomita kutoka Washington tayari yameanza kuathiri shughuli katika hospitali ya rufaa ya Turkana katika kaunti ya Lodwar. Haya ni kwa mujibu wa kaimu mkurugenzi katika hospitali hiyo Ikuru Kidalio. Kidalio anasema shirika la USAID lilikuwa limewaajiri wafanyakazi 64 wakiwemo wauguzi na maafisa wa kliniki miongoni mwa wafanyakazi wapatao 400 katika hospitali hiyo. Kidalio ameongeza kuwa kwa sasa wafanyakazi wote wamesimamishwa kazi, shughuli zote kusitishwa, na msaada wa dawa hautolewi tena. Pia ameelezea wasiwasi kuhusu uhaba wa chanjo ya ugonjwa wa surua. Mkurugenzi huyo amesema hafahamu kuhusu mipango yoyote ya serikali ya Kenya ya kukabiliana na hali hiyo. Gavana wa eneo hilo alihimiza hadharani kurejeshwa kwa mipango inayofadhiliwa na USAID wakati mjumbe wa Marekani MacDillard alipofanya ziara katika eneo hilo wiki iliyopita. Mabadiliko hayo ya kutatiza pia amezoa wasiwasi mkubwa katika eneo hilo lenye shughuli nyingi za mashirika misaada ya Umoja wa Mataifa. Lidia Muya, mama wa watoto watatu mwenye umri wa miaka 32 anayeishi katika eneo hilo ambalo, kulingana na takwimu za serikali, takriban asilimia 77 ya watu wanaishi katika umaskini, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba kuna wasiwasi wasi mkubwa miongoni mwao kutokana na hatua hiyo ya Marekani ya kukatiza msaada wake. Hali hiyo inazidi kuwa mbaya katika kambi ya wa wakimbizi ya Kakuma ambayo inahifadhi zaidi ya watu laki tatu, wengi wao kutoka Sudan Kusini, Somalia, Burundi na Rwanda. Mwezi uliopita, maandamano yalizuka katika kambi hiyo baada ya kutolewa taarifa kwamba mgao wa bidhaa za msaada ambao tayari ulipunguzwa mwaka jana utapunguzwa zaidi kwa sababu ya kukatizwa kwa msaada huo wa Marekani. Mfanyakazi mmoja wa misaada ya kibinadamu ambaye ameishi Kakuma kwa takriban miaka mitano aliyezungumza kwa sharti la kutotambulishwa jina kwa kukosa ruhusa kuzungumza na vyombo vya habari amesema ilikuwa hali ya wasiwasi, huku akikadiria kuwa asilimia arobaini ya wafanyakazi tayari walikuwa wameachishwa kazi. Mfanyakazi huyo ameongeza kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Wafanyakazi wa msaada wanasema faraghani kwamba hali hiyo haitokani tu na kupunguzwa kwa misaada ya Marekani, lakini pia ukosefu wa mipango wa mashirika yasiyokuwa ya, ya kiserikali. Wanasema kama wakimbizi wangeshughulikiwa kama watu na sio hali ya dharura, kukatizwa kwa misaada hiyo kusingewaathiri, akimaanisha kuwa mengi zaidi angeweza kufanywa katika mipango ya muda mrefu. Asante sana, Tatu Karema. Vyombo vya usalama nchini Rwanda vinawashikilia watu 87 kwa tuhuma za kujihusisha na makosa ya jinai wakati wa juma la kumbukumbu za mauaji ya kimbari mnamo wiki iliyopita. Ni kosa la jinai nchini Rwanda kutumia lugha za ubaguzi, kubeza au kukanusha kutokea kwa mauaji hayo ya mwaka 1994. Baadhi ya washukiwa ni vijana ambao hawakuwepo hata wakati wa mauaji hayo yalipotokea. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi. Haikutegemewa na wengi kwamba madai ya kutendwa visa vya aina hii vingetokea hasa wakati huu nchi ikiwa katika wakati, wakati, wakati mgumu wa kuyakumbuka mauaji hayo, kwa kuwa sheria kali zimekuwepo kwa miaka mingi kuwaadhibu wale wanaokwenda kinyume na utaratibu. Dkt Moranjiratieri, msemaji wa taasisi ya taifa ya upelelezi na makosa ya jinai, amefafanua jinsi watu hao walivyokamatwa. natangaza takwimu za kuanzia tarehe saba hadi kumi na tatu ni mafaili 82 ya visa hivi. 76 miongoni mwake ni kuhusu itikadi ya mauaji ya kimbari na makosa yenye uhusiano na visa hivyo, na mafaili kuhusu kosa la ubaguzi kwa misingi ya ukabila ni sita. Na washukiwa wa makosa hayo yote waliokamatwa kwa ujumla ni watu 87. Idadi ya watu hawa imepanda kwa sababu mwaka jana wa 2024 tuliwakamata washukiwa wa visa hivi 53, lakini sasa unaona kuwa idadi imepanda hadi watu 87. Kwa mujibu wa sheria mpya zilizowekwa mara tu baada ya kusimamishwa mauaji hayo ya mwaka 94, ni pamoja na kulifanya jinai kosa la itikadi ya mauaji ya kimbali kupitia kauli, maandishi au namna yoyote ile ambayo itafanuliwa kama kupuuza kutokea kwa mauaji hayo. Pia mafunzo na miito iliendelea kutolewa kwa miaka hiyo, lakini hilo halijaondoa kulipotiwa kwa visa vya aina hiyo na kesi kufunguliwa dhidi ya wale wanaotuhumiwa kueneza chuki za ukabila, na mwaka huu visa hivyo vimepanda kama anavyoendelea kufafanua Thierry Murangira. Mojawapo ya sababu ya hilo, tathmini ambayo tumeifanya tumegundua kuwa ongezeko la itikadi hii linasababishwa na hali inayoendelea eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mathalani maneno yanayotangazwa kupitia mitandao ya kijamii. Mauaji ya kimbali yaliyotokea Rwanda miaka 31 iliyopita yalisababishwa na chuki kwa misingi ya ukabila. Lakini jambo ambalo wengi wameonekana kusikitishwa nalo ni kwamba kwa sasa itikadi hii imeonekana kushika kasi miongoni mwa vijana ambao kimsingi walikuwa bado hawajazaliwa miaka hiyo. BJ Kairaba ni mchambuzi wa kisiasa hii nadhani imekuwa ikitokana na kwamba uh, vijana wengi wamekuwa wakiyapata mafunzo hayo ama itikadi hiyo kutoka kwenye mitandao ya kijamii kwa hiyo mi nadhani ili mambo hayo yote yasiweze ya, ya kutokea tena inabidi serikali sasa iweke mikakati ama mbinu mpya ambazo zitaweza kusaidia. Mitandao ya kijamii imekuwa uwanja wa mapambano baina ya vijana walioko nchini Rwanda na wale walioko nchi za nje, ambapo lugha zinazotumiwa ni dhahiri kwamba zinatoa taswira ya mstakabali usio wa uhakika wa baadaye nchini Rwanda. Silvanus Karemera, DW Kigali. Na tukamilishe uchambuzi wetu huko nchini Kenya. Mtandao wa biashara haramu ya figo umefichuliwa nchini Kenya, ambapo wanufaika kutoka mataifa ya Ulaya ikiwemo Ujerumani pamoja na mashariki ya kati hulipa hadi dola laki mbili kupandikizwa kiungo hicho muhimu, ili hali wale wanaoshawishiwa kuvitoa kwa njia ya upasuaji hulipwa kati ya dola elfu mbili hadi elfu nne Taarifa ya mwandishi wa DW Mariel Muller inasomwa studioni na Selina Mdemu. Kijana Amon Kipruto mwenye umri wa miaka ishirini na mbili alidhani angejinusuru na umasikini baada ya kuuza figo yake, hasa baada ya kupitia kipindi kigumu kifedha wakati wa janga la Uviko kumi na tisa. Alipoambiwa na rafiki yake kuwa angepata dola elfu sita iwapo angeuza figo yake, alihisi kupata suluhu kwa makali ya maisha yaliyomkumba. Hawakunieleza mengi, walituonyesha watu karibu nasi na kusema walichanga viungo na wako sawa, hata wamerudi kazini, unaona anafanya kazi. Alipelekwa kwenye hospitali moja mjini Eldoret ambapo madaktari wenye asili ya kihindi walimfanyia upasuaji na akalipwa dola elfu nne badala ya elfu sita alizokuwa ameahidiwa. Alitumia pesa hizo kununua simu ya mkononi na gari chakavu ambalo katika siku chache tu liliharibika kabisa. Wakati huo huo, hali yake ya kiafya ilizorota na akalazwa hospitalini. Kwa mujibu wa ripoti ya uchunguzi iliyofanywa na DW na vyombo washirika vya habari, imebainika kuwa mtandao huo haramu wa biashara ya figo umeendesha shughuli zake kwa muda mrefu. Mwanzoni, raia wa Israel ndio walishuhudiwa wakija mji wa Eldoret magharibi mwa Kenya kwenye hospitali ya Medlid kupandikizwa figo. Vijana wanne waliuza figo zao wameiambia DW kuwa wengine waliziuza dola elfu mbili tu huku wakiahidiwa dola mia nne wakimleta mtu mwingine kuuza figo yake. Hivyo ndivyo baadhi waligeuka kuwa mawakala katika mtandao wa biashara ya figo. Shirika lijulikanalo kama Medlid ndilo limebainika kuendesha biashara hii, na kwenye wavuti wao wanadai kuwa mteja ataweza kupata figo katika muda wa siku 30 tu na wale wanaotoa figo wanaahidiwa kwamba zoezi la kutoa figo ni la hiari. Kwenye ukurasa wao wa Facebook wanakanda za watu wakitoa shuhuda jinsi walivyofanikiwa kutokana na huduma zinazotolewa na Medlead, kuweza kupata figo mpya katika hospitali yao iliyoko Eldoret nchini Kenya. Katika mojawapo ya video, mwanamke raia wa Ujerumani, Sabine Fischer Kluga ni mmoja kati ya wanufaika kutokana na huduma hiyo. Na angesubiri miaka nane nchini Ujerumani kupata figo baada ya ile ya kwanza kutofanya kazi vyema. Mhusika mkuu katika mtandao huu wa Medlid ni raia wa Israel kwa jina la Robert Scholanski ambaye mwaka elfu mbili na kumi na sita alifikishwa mahakamani mjini Tel Aviv akikabiliwa na mashtaka ya kushiriki biashara haramu ya kuendesha upasuaji haramu wa figo katika mataifa Sri Lanka, Uturuki, Ufilipino na Thailand akishirikiana na mwanamme kwa jina la Boris Wolfman, kiongozi wa mtandao huo. Lakini je, kwa nini mamlaka za Kenya hazijachukua hatua kusitisha shughuli za mtandao huu? Imebainika kuwa mwasisi na mwenyekiti wa hospitali hiyo ya Medlid kwa jina la Swarup Mishra mwenye asili ya kihindi ni rafiki mkubwa wa Rais William Ruto. Mwezi Novemba mwaka jana, Rais Ruto amemteua kuwa mwenyekiti wa taasisi ya Kenya inayoshughulikia chanjo za kimaumbile. Ni kwa ripoti hiyo ndipo tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu, na sasa ni wakati wa makala fupi ya Sema Uvume. DW, Sema Uvume, uvume. Teknolojia ya akili mnemba imeleta mageuzi kwenye nyanja mbalimbali ikiwemo kwenye sekta ya utawala na uadilifu wa serikali. Moja matumizi ya teknolojia ya akili mnemba ni kusaidia katika matumizi muhimu ya kudhibiti ufisadi, tatizo sugu linaloathiri maendeleo ya kijamii duniani kote. Tunapotafakari namna wahalifu pia wamegeukia mbinu za ulaghai mitandaoni, tunajiuliza, je, huu ni mfano wa methali isemayo dawa ya moto ni moto? Makala ya sema uvume hii leo inaangazia umuhimu na matumizi ya teknolojia ya akili mnemba kutambua ulaghai na kukabiliana na ufisadi. Jina langu ni Wakiombogo, karibu. Mapambano dhidi ya ufisadi yamepigwa jeki baada ya kuzinduliwa kwa mpango wa uadilifu wa Kenya unaotekelezwa kati ya mwaka 2023 na 2028. Teknolojia hii ambayo imechukua miaka mitano kutengenezwa inalenga kuingiza utamaduni wa uadilifu na uwazi katika nyanja zote za jamii. David Oginde, mwenyekiti wa tume ya kuhimiza maadili na kupambana na ufisadi nchini Kenya, ESCC, anazungumzia azma ya wadau walioungana kuunda mpango huo. that... ni jukwaa la uongozi wenye uadilifu, jukwaa ambalo linatupatia fursa mbalimbali, mbali na kutuwezesha kushiriki katika kupata suluhisho kwa vitendo mahususi katika harakati za kutafuta utawala bora kwa nchi yetu. Kwa kutumia uwezo wake wa kuchambua data kubwa kwa haraka na kwa usahihi, akili mnemba imekuwa nyenzo muhimu kwa serikali katika ufuatiliaji na kuzuia vitendo vya ufisadi. Kwanza inatumika kuchambua data za kawaida na kugundua miamala isiyo halali, hivyo kuashiria ufisadi. Pili, akili mnemba imesaidia katika matumizi ya manunuzi ya umma na matumizi ya fedha za serikali. Aidha, serikali nyingi ulimwenguni zimekuwa zikitumia teknolojia hii kuweka uwazi huduma za utoaji wa zabuni na mikataba ya serikali. Mifumo ya akili mnemba inaweza kuchambua nyaraka na kampuni zinazopendelea kutoa zabuni kiholela au mikataba yenye gharama zilizopandishwa isivyo halali. Kwa upande wake tayari Kenya imeweka kidijitali zaidi ya huduma elfu tano za umma ili kurahisisha ufikiaji wa umma, lakini kumekuwa na kitisho cha huduma hizo kuingiliwa mitandaoni. Mwanasheria mkuu wa serikali Dorcas Oduor anasema mfumo huu wa akili mnemba ni mjumuisho wa uwekaji huduma za umma kidijitali ili kuzuia kuingiliwa na binadamu ambako kulisababisha pengo kwa ufisadi Mbinu za kitamaduni au usaidizi wa kisheria wa pande zote na mashirika ya kimataifa hayatoi tena msaada unaohitajika, na kwa sababu hiyo, ofisi ya mwanasheria mkuu lazima iwe mbele katika kurekebisha taratibu za usaidizi wa kisheria wa pande zote na kutoa usaidizi ambao ni wa wakati unaofaa, na vilevile kwenda sambamba na mfumo wa teknolojia ambao unafanya kazi siku hizi. We are Aidha, teknolojia ya akili mnemba inatumika katika uchambuzi wa hotuba na maandishi ili kufikia matamshi au mawasiliano ya kuashiria njama za ufisadi. Programu za akili mnemba hutuma ripoti kutoka kwa wananchi na kutoa taarifa kwa mamlaka kuhusu maeneo yanayohitaji uchunguzi wa kina. Mpango wa kutumia teknolojia ya akili mnemba uliozinduliwa nchini Kenya unazingatia nguzo tatu ambazo ni mafunzo maalum kujenga uwezo wa kitaasisi na ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi. Wadau wameelezea wasiwasi juu ya miswada inayosubiri kupitishwa bungeni wakiitaja kama mwanya mkubwa wa ufisadi. Afisa mkuu katika tume ya kuhimiza maadili na kupambana na ufisadi nchini Kenya, EACC, Abdi Mohamud amelitaka bunge kuharakisha kupitishwa kwa mswada wa migogoro na maadili ili kuimarisha uwazi na utawala unaofaa Nina imani kuwa hatua zilizopendekezwa katika mswada huo zitaongeza ufanisi katika uchunguzi, mashtaka na uamuzi wa kesi za rushwa. Na kwa nukta hiyo, msikilizaji, sina budi ila kuhitimisha kipindi cha leo. Yamekuwa makala yasema Uvume, nimekuwa mtayarishaji wa kipindi wa Kiombogo. Hadi wakati ujao, asante na kwa heri.